ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen.